Huko haya kijiri, serikali ya Kenya imewekeza zaidi kwenye viwanja vya michezo humu nchini kwa nia ya kutengeneza nafasi za ajira kupitia michezoni. Naibu mkuu wa wafanyikazi wa Ikulu Eliud Owalo alisema kuwa mikakati imewekwa kuhakikisha kuwa kila kaunti humu nchini ina viwanja vya kisasa ili kuwapa wachezaji wa kila fani fursa ya kujihusisha michezoni. Owalo aliyesema hayo alipokuwa akitoa msaada wa vifaa vya michezo kwa timu ya soka ya Vihiga United. Owalo alisema serikali inakarabati uwanja wa Buhungu katika kaunti ya Kakamega kufikia viwango vya kimataifa, na kaunti zote humu nchini zitakuwa na viwanja vilivyokarabatiwa kufikia viwango vya kimataifa. There is no reason why we should not have another stadium in Vihiga and another stadium in Busia. Na unajua mimi ndio nimepewa sasa hiyo jukumu la kusairia rais kuhakikisha kwamba miradi za serikali zote eh, zinafuatwa na zinakamilika vile inaitaka. Waziri huyo wa awali aliwapa changamoto wasimamizi wa kampuni za kibinafsi kuwekeza zaidi katika timu za soka za mashinani kama njia ya kusaidia ukuzaji wa michezo humu nchini they sasa unachukua pesa, unaweka kwa klabu ambayo haina wafuasi. What type of business are you in? Owalo alisema hayo alipokuwa akitoa msaada kwa timu ya soka ya Vihiga United katika kaunti ya Vihiga. You have got the opportunities with talent and with good guidance and patience. Don't be in a hurry, please. If you are in a hurry, you run the risk of landing in the hands of wrong agents. Walo pia aliahidi kuisaidia timu hiyo kupata mdhamini na basi. Mimi nakuambia saa hii, sikukuombi wale walikuwa wanaomba, mimi nakuambia saa hii, please this team wanahitaji basi. Aliambatana na waliokuwa wachezaji mahiri wa humu nchini Achola Simon Terbini kutoka kaunti ya Vihiga.